Barabara kuu ya Usharoba wa Kanda ya Ziwa. Busisi. Wana historia wanasema kukua kwa mji huu uliopo wilaya ya Sengerema kulitegemea vivuko katika Ziwa Victoria. Kwa sababu watu walikuwa wanashuka, magari yanasimama tunauza. Kwa zamani nilikuwa napata kiasi kikubwa, siwezi nikasema ni shilingi ngapi kwa sababu kila siku kilikuwa kinabadilika. Miaka minne ya ujenzi wa daraja la JPM na miezi hii mitano ya safari za juu ya daraja kuna shuhuda hapa. Ni fursa kwangu. Bila daraja hili, pengine ingekuwa si sehemu ya mimi katika sekta yangu ya picha. Ni ina mwezi sasa niko mahali hapa, lakini natoa huduma kwa wale ambao wanahitaji kupata picha nzuri. Naam, wapo wanaopiga bingo kwa daraja. Hali ni nzuri, siwezi nikataja ki, ki, ki, kiasi lakini, e, tumeboresha maisha, lakini wengine wanaona ni kama uzuri wa mkakasi eti ndani kipande cha mti. Lakini sasa hivi baada ya daraja kuwepo, imekuwa na changamoto, gari zinafika na kupitiliza na abiria hatupati, tumeathirika sana kwa upande wa biashara. yeah. Yeah. Um, zamani tukawa tunajipatia sana hivyo, feni hivi, mnapata wateja, mnapata wengi, lakini sasa hivi hamna. Wapo waliofungasha virago, biashara imegoma, lakini hawa wanakoma na zengo, tunachokisubiria sisi hili soko la samaki lapa liweze kujengwa, aafu na stendi yetu hapa waweze kututengeneza stendi, labda hapo kidogo. Atakayechaguliwa tunaomba aanze na stendi, atengeneze soko hapo, labda afadhali kidogo. Po Magora ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na biashara. Kwa hiyo serikali sasa ni muda wa kuweza kuweka soko pale kwa ajili ya kuweza kukusanya kodi, lakini pia kuweza kuweka stand kwa kuweza kukusanya kodi na kuongeza mapato ya serikali kupitia hizo biashara zao ndogo ndogo. Maanake kumbe bado serikali pia inaweza ikapata fursa ya kuweza kuanzisha stand kwa ajili ya kuweza kunufaika kupata makusanyo. Po anasema, kazi ya DJ ni kubadili santuli tu, shughuli ya mcheza ni step kufuata mdundo wa ala kama ulijua asilimia themanini na tano ya kipato chako kilitegemeana sana na wapita njia, maana yake ni sasa unaanza kutengeneza mazingira ya kuwataka hawa watu ambao ni wakazi wa waka, kawaida waweze kununua bidhaa zako, waweze kulala au waweze kulipia mapango yako au waweze kupanga kwenye nyumba zako, lazima kwanza uweze kushusha bei ifanane na wao, kisha watanunua wazo lako na watakapozoea utaweza kupanda nao tena. Uh, mfano kama watu ambao wanauza dagaa na wanauza vyakula, ni kuweza kupakeji vitu vyao kwa ajili ya kuweza kuuza kwa watu haraka haraka wakaondoka, kwa sababu hawapumziki tena pale. Innocent Aloyce, Azam News, Mwanza.